Karibu katika ulimwengu wa simulizi ya kusisimua. Kama huja subscribe basi fanya hivyo ili uwe wa mwanzo kupata mwendelezo wa kisa hiki cha kusisimua. Sasa moto wa hadithi unawaka kweli. Hii ni episodi ya nne yenye mapambano, jasho, damu na mapenzi yanayopigania uhai wake mbele ya upanga wa kifalme. Episodi nne: mapambano ya usiku. Kelele za za walinzi zilitikisa kuta za gereza la kifalme. Mlango ulipovunjika, mwanga wa taa uliangaza uso wa Malik, macho yake yakimetameta kwa hasira na ushindi. Mkononi mwake upanga wake mrefu ulimeremeta kama radi. Lemai na Amara waligandana kwa muda wa sekunde chache, muda wa pumzi moja tu ya hofu. Kisha Lemai akasogea mbele akamfunika Amara nyuma yake. Lemai, usimguse. Maliki akicheka kwa kejeli, mnyonge kama wewe unalinda damu ya kifalme. Utalindwa na nini, maombi? Kwa haraka Malik alivamia kwa kasi ya upepo, lakini Lemai akakwepa kwa ustadi. Alichukua minyororo iliyokuwa imefungwa ukutani, akaigeuza kuwa silaha. Zilivuma hewani kama nyoka wa chuma, zikigonga upanga wa Malik kwa kishindo kikali. Mapambano ya giza, miale ya taa ilizima, mwanga ukawa hafifu. Kelele za upanga na chuma zilijaza hewa Tingtapa. Malik alikuwa na nguvu na uzoefu kila pigo lake lilikuwa na nia ya kuua, lakini Lemai alikuwa na kitu kingine: imani. Kila wakati alikuwa akiona uso wa Amara akimtazama, na nguvu zisizoelezeka zikamjaa. Amara kwa sauti ya hofu, "Lemai, angalia nyuma yako!" Kwa mzunguko wa haraka, Lemai akakwepa upanga uliolenga shingo yake, akapiga ngumi kali tumboni mwa Malik. Mkuu wa walinzi akashtuka, akayumba. Hakutegemea kijana wa kijijini kuwa na nguvu kiasi hicho. Amara alichukua funguo zilizoanguka chini na kufungua mlango wa chumba cha hifadhi. Amara huku haraka, walikimbia kupitia korido zenye giza, sauti za walinzi zikiwa nyuma yao zikipiga yowe, wamekimbia na binti wa mfalme. Walipofika ukutani, waliona njia ya chini ikifungwa. Lemai akatazama juu, kamba ndefu ilining'inia kutoka kwenye mnara wa zamani. Bila kufikiria alimshika Amara mkono, akamvuta karibu. Lemai: unaniamini Amara? Akiwa na machozi, zaidi ya maisha yangu. Wakapanda kamba ile kwa haraka, upepo ukivuma, taa za walinzi zikionekana chini, wakati walinzi wakipiga mishale. Mishale miwili ilipita karibu na Amara, mmoja ukambusa mkono kidogo, damu ikatoka. Lemai akamshika kwa nguvu zaidi. Lemai: sifanyi hii dunia ikupoteze. Walipofika juu ya ukuta, Lemai aliruka kwanza, kisha akamvuta Amara chini. Wakaangukia kwenye nyasi za bustani ya kifalme. Ndani ya giza la usiku, walikimbia kuelekea msituni bila kuangalia nyuma. Msituni walipofika mbali kidogo, mvua ikaanza kunyesha. Lemai alifungua kipande cha nguo, akafunga jeraha la Amara kwa upole. Walikaa chini ya mti mkubwa wakipumua kwa uchovu. Amara kwa sauti dhaifu. Lemai, sasa sisi ni wakimbizi. Lemai akitabasamu kwa uchungu, bora kuwa huru kwenye mvua kuliko kifungoni kwenye dhahabu. Amara akainamisha kichwa kifuani mwa Lemai, na mvua ikazidi kunyesha, ikiificha dunia yao ndogo iliyozaliwa gizani, dunia ya mapenzi yanayokimbia dhidi ya falme. Lakini mbali kwenye kasri, Maliki alikuwa bado hai, akiwa amejifuta damu puani, akatamka kwa hasira kali: kama ni vita wanataka, basi nitawaletea. Hakuna kijiji kitakachobaki salama mpaka Lemai apatikane. Episodi tano: chini ya mvua ya damu. Je, wataficha mapenzi yao hadi lini? Je, vita vya kwanza kati ya kijiji na kasri vitazuka? na je, upendo unaweza kustahimili damu ikimwagika?